Katika mahojiano na Rolling Stone Future of Music, mwimbaji wa Nigeria Heis Rema amesema alifurahi ushindani wa muziki yani beef kati ya Kendrick Lamar pamoja na Drake, lakini alimwonea huruma Drake ambaye amekuwa akiumizwa na kashfa, stori za uongo ambazo amekuwa akitungiwa zaidi. Katika mahojiano hayo Rema alisema, naabudu shetani na kunywa damu za watu ni maneno ambayo Rema anadai kuwa aliwahi kuzushiwa. Rema anasema, stori yoyote inaweza kutungwa. Kuna stori za uongo zime uga kuhusu mimi kuwa Illuminati kuabudu shetani, kunywa damu. Bila shaka ningepoteza mashabiki fulani wanaoamini kila kitu wanachokiona. So hivyo ni ambavyo Rema aliweza kuzungumza katika mahojiano ambayo alifanyiwa na Rolling Stone Future of Music. Hata hivyo Rema aliongeza akasema kwamba bado angefanya ngoma na Drake, licha ya kupungua kwa ushawishi wake kutokana na maneno ya mitandaoni. Hebu subia kwenye upande wa comment hapo chini alafu uniambie wewe ni tukio gani ambalo uliweza kuzushiwa kwenye mitandao ya kijamii au unazushiwa kwenye mitandao ya kijamii na kwa namna moja au nyingine, haujafocus nalo, yaani alijakutoka kwenye reli ya ambako wewe unaenda. Niendelee kufahamika kama Lijumbo toto la kipara lenye mbwembo ni nyodo. Until next time, bye bye.